Kutoka kaunti nambari 11 tuelekee kaunti nambari 14. Na maofisa kutoka vitengo mbalimbali wameendesha operesheni ya kunasa pombe haramu na bidhaa ghushi katika maeneo ya Runyenjes, kaunti ya Embu, kufuatia malalamishi kutoka kwa wananchi. Maofisa hao walioandamana na maofisa kutoka KRA walinasa pombe ghushi zilizokuwa zikitengenezwa katika nyumba moja katika sehemu hiyo japo hakuna aliyekamatwa kwenye operesheni hiyo. Naibu kamishna Jen Waruinge amewatahadharisha wakazi dhidi ya kunywa pombe ambayo ubora wake haujathibitishwa. sisi kama kamati ya usalama ya Embu East uh, tunatoa uh, onyo kwa mtu yeyote ambaye anaendeleza biashara kama hii ya kutengeneza pombe haramu, kwa sababu tunajua hii pombe eh, inaweza kudhuru uh, wananchi, na pia tu huwa tu makini. Tunaeleza wananchi ambao wanakaa hapa na katika sub county yote, wawe makini, wakiona kazi kama hii inaendelea waweze kutujulisha, ili tuchukue hatua kama hii ambayo tumechukua siku ya leo, na tunashukuru sana Uh, yule ambaye alitupatia information ya leo ikatuwezesha kufanikiwa, uh, jinsi tumeweza kufanikiwa hivi.